Katika kukamilisha huduma za kijamii serikali ya, ya, ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluh Hassan pamoja na serikali ya awamu ya nane inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa pamoja kupitia mfuko wa uviko 19 zimewezesha ujenzi wa hospitali mbili za wilaya; hospitali ya wilaya Kaskazini A, hospitali ya Kivunge pamoja na hospitali ya Pangatuku kwa upande wa wilaya Kaskazini B. Kwa upande wa hospitali ya wilaya Kaskazini A yenye gharama shilingi milioni 4.85 ina vyumba vya kulazia wagonjwa, ina theta chumba cha emergency, yaani dharura. Lakini hata hivyo serikali inaendelea kuajiri madaktari bobezi ambao wana uwezo wa kutibu magonjwa adimu na magonjwa wa mlipuko ili kusudi kuwarahisishia wananchi katika wilaya zao kuto kufata huduma katika mkoa wa mjini. Kwa upande wa hospitali ya wilaya ya Pangata, serikali imetumia shilingi bilioni 4.048 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali hii ambayo nayo ina vyumba vya kulazia wagonjwa, ina theta, ina vifaa vya kisasa kwa ajili ya matibabu bingwa kwa wale wananchi wa wilaya kaskazini mbili. Ujio wa hospitali hizi mbili umepunguza mlundikano wa wagonjwa kwenye hospitali moja tuliokuwa tunaitumia hospitali ya wilaya ya Kaskazini A, lakini umekaribisha matibabu ya kibingwa katika wilaya zetu, ambapo wananchi kwa sasa huduma zao wanazipata ndani ya wilaya zao. Kama haitoshi umerahisisha upatikanaji wa vifaa tiba ambavyo wananchi ilikuwa inawalazimu kufata nje ya mkoa wao wa Kaskazini Unguja. Katika hili tunawapongeza sana viongozi wawili rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na rais wa Zanzibar kwa kuona haja ya kuweka miundombinu rafiki ya kiafya ya ujenzi wa hospitali mbili kwa kila wilaya.